kwamba siku ya tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka huu 2025, ilikuwa ni majira ya saa 1 na dakika 50 huko katika kijiji cha Bukumbi, kata ya Idetemya, tarafa ya Usagara, wilaya ya Misungwi, katika barabara inayotoka Usagara kuelekea Kigongo Feri, gari namba T 852 DGP, aina ya Toyota Land Cruiser mali ya shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi ikiwa inaelekea Mwanza kutoka katika eneo la Kigongo Feri, gari hiyo ilihama barabara upande wa kulia, na hivyo kugongana na lori ambalo namba zake za usajili ni namba T 541 DCP H, aina ya Sino Truck. Lori hilo ni mali ya kampuni ya Nyanza Roadworks lilokuwa likielekea Kigongo Feri kutoka Usagara. Kitendo hicho kilisababisha vifo vya watu watano waliokuwa katika gari ndogo aina ya Toyota Land Cruiser. Watu wanne walifariki eneo la ajali pale pale, baada ya magari hayo kugongana uso kwa uso na mtu mmoja, ambaye alikuwa ni dereva wa hiyo gari ndogo, yani Toyota Land Cruiser alifia katika hospitali ya Bukumbi wakati uh, akiendelea kupata matibabu na baada ya kuwa ametoka kwenye eneo hilo la ajali na tukio la ajali. Ndugu waandishi wa habari, chanzo cha ajali hiyo ni mwendo kasi wa gari ndogo, yaani Toyota Land Cruiser ambayo ilijaribu kwa mwendo kasi kulipita gari lingine lililokuwa mbele yake, yaani kufanya overtaking, bila kuchukua tahadhari na kujiridhisha kama mbele kulikuwa kuna gari linakuja au la. Baada ya kitendo hicho cha kuovateki magari pasipo kuchukua tahadhari, ndipo gari hilo liligongana uso kwa uso na lori ambalo lilikuwa linakuja mbele yake na kusababisha vifo hivyo vya watu watano katika ajali hiyo. Wengine waliofariki majina yao ni kama ifuatavyo ikiwa na maana ni wala abiria waliokuwa kwenye ile gari Toyota Land Cruiser mali ya shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi. Wa kwanza ni Sista Nelina Semeoni ana umri wa miaka 63. Na Sista huyu ni mkuu wa shirika la masista wa Karmeli wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto wa Yesu. Ndio shirika analofanyia kazi na ni raia wa Italia. Wa pili ni Sister Lilian Kapongo ana umri wa miaka 55, huyu ni mkazi wa Tabora. Wa tatu anaitwa Sister Damaris Matheka, huyu ana umri wa miaka 51, huyu e, ni mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi na ni raia wa Kenya. Wa nne e, ni Sister Stella Stellamaris Kamene Muthini huyu ana umri wa miaka 48, ni raia wa Kenya. Watano ni Boniphace Peter Msonola, miaka 53, dereva wa gari namba T 852 DGP Toyota Land Cruiser na mkazi wa Bukumbi. Dereva huyu ndio niliyesema kwamba alifariki dunia wakati anapata katika ajali hiyo, pia sista aitwaye Pauline Vincent ana umri wa miaka 20 na ni matron katika shule ya sekondari ya wasichana ya Bukumbi. Huyu alipata majeraha, ameumia nyonga na michubuko katika mwili wake, na amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Bugando, anaendelea kupata matibabu hospitalini hapo.